Zimebaki siku chache kwa Tanzania kufanya uchaguzi mkuu hapo Oktoba 29. Tume huru ya uchaguzi nchini humo imetangaza kwamba raia milioni 37.6 wamejiandikisha kupiga kura. Uchaguzi huo unafanyika licha ya shinikizo la kudai marekebisho ya mifumo na utaratibu wa usimamizi wa uchaguzi. Chama kikuu cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimesusia kushiriki uchaguzi huo. Chama kingine cha ACT Wazalendo, mgombea wake wa nafasi ya urais kwa upande wa Jamhuri ya Muungano, Luhaga Mpina amewekewa vigingi na hadi sasa hayumo kwenye kampeni, na licha ya uamuzi wa mahakama wa kumrejesha Mpina kwenye kinyang'anyiro, tume hiyo ilimuondoa tena kufuatia mapingamizi kadhaa dhidi yake. Ingawa tume yenyewe inajinadi kuwa huru kweli na yenye uwezo wa kusimamia uchaguzi huru na wa haki na wa kuheshimika, swali ni je, ni kwa kiasi gani inaaminika? Tume hii imekuja ime na mabadiliko ambayo yanatoa uhakika E, kwenye mambo ya msingi ikiwemo lile la usimamizi wa mchakato mzima wa uchaguzi. Huko nyuma ilikuwa ni shughuli ikifanywa na na wakurugenzi, sasa haitakuwa hivyo e. Lakini lingine e, tume huru ya uchaguzi imeondoa utaratibu wa zamani wa wagombea kupita bila kupingwa. Turudi nyuma kidogo, Aprili kumi na mbili mwaka elfu mbili ishirini na nne jina la tume hiyo lilibadilishwa kutoka kuwa tume ya uchaguzi hadi kuwa tume huru ya uchaguzi, yani INEC. Taarifa hiyo ilitolewa kwa vyombo vya habari na aliyekuwa msemaji mkuu wa serikali ya nchi hiyo Mobari Matinyi. Katika chaguzi zilizopita, tume hiyo imekuwa ikitajwa hasa na vyombo vya upinzani kuwa na mapungufu mengi. Tatizo la uvurugaji wa uchaguzi katika nchi hii liko kwenye tume ya tume ya uchaguzi. Agosti mosi mwaka huu, mkurugenzi wa uchaguzi wa INEC Ramadhan Kailima aliwaambia waandishi wa habari kuwa umefanyia kazi mapungufu yaliyojitokeza huko nyuma na kwamba hayatajirudia tena mwaka huu, kauli ambayo baadhi ya vyama vya upinzani vinasema ni maneno matupu. Ni mwanzo mzuri e, utakaorejesha imani ya wapiga kura, hivyo kufanya mchakato wa uchaguzi kuwa uhuru na haki. Na bila shaka tunakokwenda, e, kwenye chaguzi zijazo e, kutaendelea kuwepo na mabadiliko e, ambayo yataboresha, ikiwemo e, shughuli za tume huru za uchaguzi. Mambo yatakuwaje Oktoba 29? ni suala la kusubiri na kuona.